Dokta, mimi ibada ambazo labda ninaweza nikasema ninakuona nina ni za watu wachache sana nyingine, unakuwa unakosa nafasi au nakuaja au ni ukaribu na wale waimbaji unakuwa hauna uh, mara nisipokuwepo kwenye ibada okay, hata ya Paul juzi sikuwepo kwa mm, sababu nilikuwa niko uh, nje ya nchi mm. mara nyingi sana ni yani, nimekuwa ninapata mialiko ya wandugu lakini nakumbuka kwa mfano nimekosa ibada zote za mwaka huu za kubwa za watumishi wa Mungu nilipata. mm -hmm. mwaliko wa mtumishi wa Mungu Rema Semfukwe, nilikuwa Mwanza. mm -hmm. nilipata mwaliko wa Nema Gospel, nilikuwa Kenya. mm -hmm. nilipata mwaliko wa Paul Clement, nilikuwa UK. Kwa hiyo wakati mwingine naweza kusema dokta eh, mbona atokei wakati. mm -hmm. Poa, anakuja lakini mara nyingi ninakuwa sipo ndani ya nchi. mm -hmm. Mm. Unaona nini kwenye mwili wa Kristo mm. Kama East Africa and West Africa and Africa kwa ujumla, uh, of course in South Africa. So unajua South yeah, you have been there, mpaka sasa tumeanza kuona kama kawaida. Unaona nini especially kwa Tanzania uh, kwa Tanzania kwa nchi yangu mama, nina, ninaona <coughs> kitu kinaitwa positioning au kinaitwa alignment mm. na uh, sahizi tumekaa kwenye mpini uh, kama gospel ministers ambao watakuwa serious kipindi hiki, tumekaa sehemu ambapo tume sisi tunapaswa ku control atmosphere ya mziki wa, wa, wetu wa Tanzania kwa sababu Mungu ameamua kuwa very serious kuhusiana na sound, kwa sababu chochote ambacho Mungu anataka kukifanya kwenye nchi anatangulizaga sauti na sauti ya watu ambao uh, wamempenda Mungu ikisikizishwa, kitu cha kimungu kinapita sana. Yani one of the kitu kikubwa ambacho Mungu atakitumia kwenye revive ya siku ya mwisho ni music. Uh, Biblia nasema siku za mwisho ataimarisha hekalo la Daudi, the temple of, the tabernacle of David, hekalo la Daudi. Kwa hiyo ni hekalo la Daudi ambalo ndo linapaswa kutangulia ili mambo mengine yote yakae vizuri na Tanzania tupo, ndio maana Mungu anatupa nafasi kuwa mepti. Ukienda nchi za mbali, watu wanafahamu sana wa uimbaji wa Tanzania kuliko wahubiri wa Tanzania mm. Sasa sio kwa sababu tuna downgrade wahubiri, ila ni kwa sababu kitu kimoja ambacho Tanzania imepewa kama vazi ni ibada ya kusifu na kuabudu, ndio maana mm. tumetambulishwa sana. Wakati mwingine, wakati tunatoa ibada kipindi cha COVID, tulikuwa tunalazimishwa kwamba hapa ni wa, wa South Africa wameimba Kiswahili mm. kwa sababu walikuwa waamini Tanzania tunaweza kutoa, lakini saizi tunamshukuru Mungu sana, tumeenda sehemu mbalimbali, napata ambapo tusingetegemea kabisa, kwa nafuatilia platform tofautitofauti wanasema uh, platformu yako watu wengi wanakurequest, sijua Ivory Coast. Ivory Coast hata wajui Kiswahili hiyo <laughs> mm. okay. kwa, uh, kwa manake sio, sio, sio kwa sababu tunatrendisha nyimbo hiyo, kwa sababu vazi letu mmojawapo sisi kama Watanzania ni vazi la kusifu na kuabudu hiyo mm. vazi litaweza kututambulisha vizuri duniani na tukipita hapo watapita sasa awa, ma Revivals, kina Fred Msungu watakuja, lakini hmm, e, lazima praise. Biblia inasema Judah shall go first, yani praise lazima itangulie ili sasa makabila mengine pia yapite. Kwa ninaamini kabisa tukikaa vizuri, tukakaa kwenye huu muda ambao Mungu anaishepe uh, Tanzania vizuri, tutasaidia kanisa liwe na nguvu pia katika nchi yetu hiyo, ni Tanzania na hiyo Tanzania pia imeisema, kwa sababu imeanza kuleta athari East Africa pote, pamoja na athari na Tanzania, na wengine wamejifunza kutoka kwetu. Kama saa hizi tunaona Kenya, tunamshukuru Mungu, anapika kwa sababu pia walikuwa na ana wanaheshimu inatoka Tanzania. Kwa hiyo pia sisi tulianza kuana sana South Africa, tunaheshimu sana South Africa. Kwa hiyo usema vibaya wametusaidia tufike hapa, tumeana sana wa West we Africa tukusema bana, nyimbo hizi msipige, za Nigeria tuliziimba tukazibadilisha, tukiswahili tukapiga mm. ile kuonyesha ana nikuonyesha mm. kwa hiyo tukikaa vizuri kwenye East West na South Africa, ni ndogo sana ambacho nimekiona kwa wenzetu kikubwa sana hasahasa kwa taifa ambalo tunajifunza kiroho Afrika, Nigeria mm. kuna ubaba na uwana mm na kitu ambacho Tanzania kwetu kina misi mm -hmm. navyosema prophetic alignment tunapokuwa waimbaji, uh, jinsi gani tujipozishe Mungu atutumie vizuri. Biblia inasema kwenye bakuki nne mwishoni, anasema siku za mwisho nitamtuma Elia ili abadilishe mioyo ya wa mababa iwaelekea watoto, mioyo ya watoto ielekea mababa wa ili misi ipige nchi. So, ukiona nchi inapigwa maana yake hakuna fatherhood kwa manake, mm. tunaona wanaijia wanafanikiwa kwa, kwa sababu nimeona brother, the way ambavyo wana sonship and father, fatherhood wanaheshima baba zao wa kiroho, kwa hakuna gap katikati ya watoto hii, na mungu ana kunakuwa na sauti ya kiroho katika nchi, kwa sababu kisikia Pastor Chris David Oyedepo, yaani hawafanyi ujinga wa kuleta hata kama sio mtu ambaye unamkubali, so long as ni baba haupasi mm -hmm. kuleta vitu vya ajabu. So tukiipata hiyo nchini kwetu, yani hiyo kitu ndio nimeona kuna hiyo gap kidogo tu, lakini tukipata wakati ambapo uh, watu wanaoona kama wanakuwa na wametrendi hawataki spiritual cover tena, wakianza kupotea wakaanza kuona mm, kwa kwamba kuna, kuna, kuna umuhimu wa spiritual cover, kuna umuhimu wa, wa kuwa covered kiroho na kuwasikiliza wazee wetu waliotangulia, tutafika mbali wachu, wa, sisi tu chini ya wachungaji. Kwa hiyo eh, mimi ni aposto saa hizi katika kusifu na kuabudu mm, lakini nina babangu baba angu wakiroho <laughs> ninakuja pale kabla ya mwaka, natoa na mipango yangu. Mwisho wa mwaka unaenda sema ulichofanya, yani kuwa accountable, kuwa yes. Hiyo system kwa hiyo kitu itatusaidia tuweze kufika mbali lakini pia wazee wasi tukatae, sometimes hatuwaelewi na wenyewe hatuwaelewi, kwa hiyo mm. Kuna kuwa na gap hilo, so tusikataane, hata kama tukubali kutokukubaliana. Lakini tusi ulisema neno moja ni e, eh, vizuri kama ni ndugu wakae pamoja alafu mm. kwa umoja sasa. Kuna wakati mwingine kanisa tuliko pamoja, lakini halina umoja mm. <laughs> Sasa kwa sababu angeishia kusema tu pamoja, lakini alisisitiza ukae pamoja kwa umoja, afu ndipo ambapo anointi inashuka upako unatokea pale ambapo kuna umoja na tuko pamoja lakini pia tuko kwa umoja. Na hicho sio cha kwanza ni hiyo fatherhood na sonship, uh, ubaba na uwana tuwe pamoja lakini pia sisi wenyewe ambao tunaendelea kumtafuta Mungu kwa ajili ya taifa letu pamoja mm-hmm, Kama swali la dada mkubwa alilosema. Namshukuru Mungu sana kwenye ibada za mwisho wanakuja watu ambao hata sijawali kwa kuja ibadani, tuna na majina. Mtume mmoja niliwahi kumsikia anasema kwamba lugha kwamba nyimbo zetu kwa sababu tunaimba Kiswahili na tunaongea Kiswahili, ndio maana tunakosa au tunashindwa kupenya kufika kwenye mataifa mengine kwa ukubwa. Lugha, ni kweli kwamba ni changamoto kwa waimbaji sisi kuweza kufika katika viwango vingine au kuwafikia watu wengine imela imela okaka oh oyekerua oh so, hapa nimenena tu kwa lugha za, za mataifa mengine mm -hmm. Lakini hizo nyimbo ndo zinaongoza ibada zetu makanisani. kuzo cha kwanza Uh, lugha inaweza kuwa na mchango mm -hmm. aliyezio mkubwa sana kama mtu akikaa aki kwenye nafasi akafanya kitu kwa ubora. Mimi nimeshuhudia nime, nime, nime vitu viwili wakati Mungu anaanza kunifundisha mambo ya kusifu na kuabudu alianza kunipeleka kwenye nchi mbalimbali, kwa sababu na mimi kwa rafiki ni lugha mm. ananiambia nyimbo zao zinapenya kupita kwenye angalenu lakini zenu hazipenyi kwenda kwao. Nilikuwa namuuliza Mungu kwa nini mm. Ananiambia naenda kwenye nchi zao ujue kwa nini mm. Kwa nilivyoenda kwenye nchi moja nikaona vitu viwili, cha kwanza niliona upako mzito, cha pili mm. niliona ubora ambao uko compromise. Akaniambia upako hubebwi bila ubora yaani, uwezi ku separate, ni kama ukichukua karatasi ukaiunganisha na super glue, huwezi kutoa. Ndio ubora na upako. Kwa hiyo usiseme kwamba bana, mimi nimenena kwa lugha basi kitu changu kitaenda. Kama ni kichafu, kina maji kichafu, siju quality mbovu, kitabaki tu kwenye level hiyo hiyo. So lazima uwe kunena kwa lugha, ukubebe kwenye kwenye light scale LED, everything should be neat and clean, vile vile ambavyo kama mtu anaweza kutenda dhambi Uh, kubwa ambayo watu wanafikiri mkubwa kwa kuto uh, kwa kuzini ni vile vile ambavyo Mungu akikwambia weke lights kwenye concert yako ujaweka, utakuwa umetenda dhambi mm. <laughs> <laughs> Ifike level hiyo, ifike level hiyo <laughs> yaani, ukiona kwamba uh, uja, ujafanya kitu Mungu alichokuambia siri na unafanya ibada yako umesema ume, ume bana bajeti yangu mdogo, ngoja nipige hiyo ili baki kidogo nipate wakati wa kupumzika. Wakati ulipaswa kuweka ile disk hujaweka mm. kwa kwa ni dhambi ajuaye at, kutenda mema asifanye kwa kini, na mm. so rugas isidhani kama, ni ndio maana tumekuwa tukiimba hizo nyimbo zao zamani na zamani mm. na lugha yao kabisa. Ni kweli Tanzania imefanya vizuri na tunakumbuka hata Kenya kumekuwa na mijadala mingi mm. na hata kuna wakati wanasema hadi <laughs> nyimbo za kwenye ibada zao karibu zote, nyimbo ya kusifu ni ya gwama <laughs> nyimbo ya kuabudu ni Dr Ipyana, nyimbo ya nini ni Bos Dunkin na vitu kama hivyo mm -hmm. Lakini tukiangalia kwenye kupenya kimataifa au kusikika mm -hmm. kwenye mataifa mengine makubwa zaidi mm -hmm. sio Tanzania mm -hmm. ila mm -hmm. ni Kenya kuliko ni sisi mm -hmm. wapi pana changamoto ambapo inafanya sio sisi mm -hmm. ila ni wale? Uh, na, naweza kusema cha kwanza ni naye anakushika mkono, hiyo ina maana sana, kwa sababu wenzetu wana, wana, ni springboard yani, wao ukitua Nairobi ni sasa umeiathiri pia Afrika na dunia, yani kwao mm -hmm. E, Nairobi pia ni nafasi kubwa, ni kuwa mkenya pia ina, ina, kimataifa imepenya sana kuliko ambavyo Tanzania tumepenya mm -hmm. Nilikuwa naongea juzi na babangu wa kiroho, nilikuwa namwauliza swali, kwa nini kwenye mikutano mikubwa unasikia Kenya Mm. Malawi, Zambia. Tanzania haitajwi. Hata mm. Watu wanavyoomba watumishi. Mm. Nasikia Kenya, Rwanda, Tanzania. Sasa juzi tuliaje wakati niko kwenye conference. Nasikia mm. Kenya. God bless you Kenya. Hata saa tukasema Mungu, tunaomba basi. Mm. Tunamshukuru Mungu tukaitwa tuka yeah. Kwa na bendera zetu tukakimbilia, ndio ikatamkwa Tanzania. Mm. Lakini uh, uh, ndio hivyo kushukwa mkono kwa sababu pia waliotangulia baba zao kiroho walifanya nini kwenye nchi? kuzababisha nchi kufika mbali. Kuna maana sana uh, nakumbuka nakumbuka hata mimi kumbuka nilikuwa natambulishwa na mkenya kwa mtumishi wa Mungu. mm. understand mm. So siwezi ku miss kitu. Ndio maana atupasi kusema wewe ni nani, lazima na, ujue ni nani na, nani anayekutangaza huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, lakini lazima awepo Yohana wa mkono mm. <laughs> Yeah, kwa hiyo ni, ni, ni, ni vile ambavyo tu tuna tuna miss wa kutushika mkono kututangaza kwenye hizo platform, lakini pia aggressiveness, pointi ya pili hmm. Wenzetu wako aggressive, wakipata opportunity wana seize. Mm -hmm. Yaani wana hawa yani sisi unajua swat, hata hata juzi hapa nimeona dada atakumbatia mti kwa lazima. Amewekwa kwenye <laughs> uh, world, yeah. Record. Yeah, world record. Guinness, yeah. Aggressiveness. Yaani wenzetu wa Nigeria na Wakenya wana character moja ya kupush mm. Mm, mambo. So they can push beyond limit. Nimeenda Marekani nimekuta nguo ya Kikenya ipo kwenye supermarket mm. Mm. Yaani nanua nguo nikagoma kununua nguo <laughs> ya Kenya. Kasema sinaweza kwenda tu Nairobi <laughs> Yeah. Understand yeah. Push mm. Kwa hiyo nahisi hiyo, Mungu atusaidie.